Ilikuwa ni mwanzoni mwa mwaka 1959, katika eneo la magharibi la Umoja wa Kisovyeti, kundi la wasomi tisa wanaume na wanawake wenye uzoefu mkubwa na misitu ya Siberia walijitosa kwenye safari ya kishujaa. Kiongozi wao alikuwa Igor Dyatlov na kundi lake lilijumuisha wanaume wanane na wanawake wawili walioanza safari hii wakiwa kumi. Mnamo Januari 23, 1959, wakiwa na furaha na matumaini, walipanda treni kuelekea milima ya Ural. Safari yao iliendelea kwa kubadilisha vyombo mbalimbali vya usafiri. Basi, kisha lori na hatimaye gari la kukokotwa na farasi kabla ya kuanza safari ya miguu na ski. Katika shajara ya kundi, mmoja wao waliandika. Ninajiuliza ni nini kinatungoja katika safari hii. Je, kutatokea jambo lolote jipya? Maneno haya yangekuja kuwa na uzito wa kihistoria siku chache baadaye. Mnamo Januari 28, mmoja wa wasafiri Yuri Yudin alianza kujisikia mgonjwa. Kwa moyo mzito, aliamua kurudi nyuma, akiwaacha wenzake tisa waendelee na safari. Hakuwahi kujua kwamba picha walizopiga pamoja kabla ya kuagana zingekuwa kumbukumbu ya mwisho. Hii ilikuwa mara ya mwisho kuwaona rafiki zake wakiwa hai. Kundi la watu tisa liliendelea na safari yao, wakirekodi kila hatua kwenye shajara na kamera zao. Nyingi picha na maandishi yaliyoonekana baadaye yalionyesha safari ikienda kama ilivyotarajiwa, kukiwa na theluji nyingi, baridi kali na mandhari ngumu. Mnamo Februari moja walifika chini ya mlima ambao kwa wenyeji wa kabila la Mansi ulijulikana kama Mlima wa Mauti. Walitumia sehemu kubwa ya siku kupanda mteremko na hatimaye wakaamua kupiga kambi mita chache tu kutoka kileleni. Maandishi ya mwisho katika shajara yalisomeka: Ni vigumu kufikiria faraja kama hii kwenye ukingo wa mlima, na upepo mkali unaopiga mluzi mamia ya kilomita mbali na makazi ya wanadamu. Baada ya hapo, kukawa na kimya. Wiki zilipita bila habari kutoka kwa Igor na wenzake. Wasiwasi ulianza kutanda kwa familia na marafiki. Baada ya mijadala mingi, timu ya wajitolea iliyojumuisha wanafunzi na walimu wenzao ilianzishwa ili kwenda kuwatafuta. Mnamo Februari 26 timu ya utafutaji hatimaye iliona kitu kwenye mteremko wa mlima, kambi yao. Lakini hali walioikuta ilikuwa ya kutisha. Hema lilikuwa limeharibiwa na kufunikwa na theluji nyembamba. Vitu vyao vyote ikiwemo viatu na nguo za baridi vilikuwa vimepangwa vizuri ndani. Cha kushangaza zaidi, hema lilikuwa limechanwa kwa kisu kutokea ndani. Kesho yake, timu ya utafutaji ilifuata nyayo tisa za miguu zilizokuwa zikielekea chini ya mlima kuelekea msituni. Nyayo hizo hazikuwa na alama za kukimbia, zilionekana kana kwamba watu walitembea kwa utulivu. Baada ya nusu kilomita, nyayo hizo zilipotea kabisa chini ya theluji, wakiendelea kuelekea msetuni. Chini ya mti mkubwa wa msedari, kando ya mabaki ya moto, walipata mili ya kwanza. Walikuwa ni Yuri Doroshenko na Yuri Krivonishenko. Walikuwa wamevalia nguo za ndani na soksi tu, katika hali ya hewa ya baridi kali ya takriban nyuzi joto minus 30 degrees Celsius. Mti wa msedari ulikuwa na alama za matawi yaliyovunjika hadi urefu wa mita tano kana kwamba mtu alikuwa umeupanda. Labda walijaribu kuiona hema gizani au walikuwa wakijificha kutoka kwa kitu fulani. Ilichukua zaidi ya miezi miwili kupata mili yote tisa. Wasafiri wengine watatu walipatikana wakiwa wametawanyika kati ya hema na mti, wote wakielekea upande wa hema kana kwamba walikuwa wakijaribu kurudi. Nao pia hawakuwa wamevaa ipasavyo, na wote watano walikufa kutokana na hipokemia, yaani kupoteza joto mwilini. Miili ya mwisho minne iligunduliwa miezi miwili baadaye, ikiwa imefukiwa chini ya theluji ya mita tatu kwenye korongo dogo mita sabini na tano kutoka kwenye mti wa msedari. Ugunduzi huu ulizua maswali mengi zaidi. Watatu kati yao walikuwa na majeraha mabaya sana. Mmoja alikuwa na fuvu lililopasuka na wawili walikuwa na mbavu zilizovunjika vibaya na kuvuja damu nyingi ndani kwa ndani. Daktari aliyefanya uchunguzi alilinganisha majeraha hayo na yale ya mtu aliyepata ajali ya gari, na akasema hayawezi kusababishwa na binadamu mwingine. Cha kushtua zaidi, mmoja wa wanawake alikutwa hana ulimi, na wengine wawili hawakuwa na macho. Hata hivyo ripoti ya daktari ilieleza kuwa uharibifu huu wa tishu laini ulitokamana na kuoza kwa miili baada ya kufa, hasa kwa kuwa ilikuwa imekaa ndani ya maji ya theluji iliyokuwa ikiyeyuka. Uchunguzi wa jinai ulifunguliwa lakini ukafungwa Mei 28 na hitimisho la kushangaza. Mpelelezi mkuu aliandika sababu ya vifo ilikuwa ni nguvu isiyojulikana ambayo wasafiri hawakuweza kuishinda. Hili halikuwa jibu la kuridhisha. Mambo kadhaa yaliongeza utata. Utata wa kwanza ni mionzi. Nguo tatu zilizovaliwa na watu wawili ziligundulika kuwa na viwango vya juu vya mionzi. Maelezo yaliyotolewa ni kwamba huenda nguo zao zilichafuliwa na vumbi la mionzi hewani au kutokana na kazi zao za zamani. Wawili kati yao Kolevatov na Krivonikenko waliwahi kufanya kazi katika vituo vya nyuklia. Utata wa pili: taa angani, UFOs. Kulikuwa na ripoti nyingi za watu kuona orbs za moto angani wakati wa tukio hilo. Hata picha ya mwisho kutoka kwenye kamera ya wasafiri ilionyesha mwanga wa ajabu usiku. Hata hivyo, hakuna ushahidi thabiti uliounganisha taa hizi na vifo vyao. Baada ya kuchambua ushahidi wote, nadharia moja inaonekana kuwa na mashiko zaidi. Kisa kinaweza kuwa kilianza ndani ya hema. Kundi hili lilitumia jiko la moto la kujitengenezea ndani ya hema lao. Inawezekana kuwa baada ya kumaliza kulitumia na kuondoa bomba la kutolea moshi, makaa ndani ya jiko yaliwaka tena kwa bahati mbaya. Bila bomba la moshi, hema lilijaa moshi mzito haraka. Katika harakati za kuuzima moto na kupata hewa, Walichana hema kutoka juu ili kutoa moshi. Hali ilipozidi kuwa mbaya na kushindwa kupumua, walichana upande wa hema na kutoka nje kwa hofu. Ushahidi unaunga mkono hili. Baadhi yao walikuwa na alama za kuungua kwenye miili na nguo, na wengine kukohoa damu, ambayo ni dalili ya kuvuta moshi mwingi wakiwa nje kwenye baridi kali na dhoruba ya theluji, waligundua wako katika hali mbaya sana. Kwa utulivu, kama nyayo zao zinavyoonyesha, walifanya uamuzi wa kimantiki kuelekea msituni ambako walidhani wangepata hifadhi. Kutoka hapo, msururu wa matukio ya kusikitisha ulifuata. Wanafika msituni na kujaribu kuwasha moto. Wawili wanabaki karibu na moto unaozimika na kufa kwa baridi. Watatu wanaamua kujaribu kurudi kwenye hema lakini wanashindwa na kufa kwa baridi njiani. Wale wanne waliobaki wakienda ndani zaidi msituni kutafuta hifadhi wanasababisha anguko dogo la theluji na kutumbukia kwenye korongo lenye miamba wakipata yale majeraha mabaya yaliyowaua.